Sasa ndugu zangu wa vyama vya ushirika, kwa sababu mmechomoza kichwa nitawagonga vibaya sana, nitawagonga vibaya sana. Haya hapa ni makato ambayo yanakatwa kwenye kila kilo moja ya korosho, makato ishirini na nne, na kwenye ufuta wanakata makato kama nane. Si ufuta nao mnauza kwenye vyama vya ushirika? Sasa mnisikilize kwa Baadhi na baadhi. Baadhi si nini? mimi mimi Heche, sina tatizo na vyama vya ushirika, nataka mnielewe vizuri. I don't have any problem na cooperative unions, sina kabisa. Ili watu waendelee, wanahitaji cooperative unions, lakini mnahitaji cooperative unions za kweli. Mnahitaji vyama vya ushirika, sio vya kisiasa, vya kweli. Tunaelewana vizuri? Cha kwanza ni namna gani viongozi wa vyama vya ushirika wanavyopatikana. Tukiojea na, wanapatikana kwa haki? Wengi wanapatikana kwa kupendelea, napendelea na si CCM. Nimemsikia mwingine anasema hawa wakazungumza sera zao sio nini nini, sisi sio wanasiasa. Alafu hapa hapa anasema mama na upige mwingi. Sasa najiuliza, huyu kichaa mwenda wazimu vya ushirika vikiwepo. Sheria iliyotungwa namba moja ilitaka kile chama cha ushirika kwenye kila kilo moja wanakata shilingi mia moja na kumi kila kilo moja na, na wanakuambiani nyie, kizamkatu nyie, tunawakata wafanyabiashara, si ndivyo wanavyosema? Si wanasema wanakata wanunuzi, jamani di hivyo wanavyosema, unasema uongo wanasema. yeah. wanakata nani? Wanunuzi. Sasa iko hivi, niwape tu mfano rahisi. Hivi ukiwa na duka hapa, ukanunua sukari kutoka Songea labda Songea, ukainunua shilingi elfu tatu mia mbili ili uuze hapo, utaiuza shilingi ngapi? Wewe una duka mzee? Shehe ukiwa na umenunua sukari kutoka Songea ukija kuuza hapo utauza shilingi ngapi? elfu tatu mia mbili umenunua, lazima uuze elfu tatu mia tano <totipa> no. Au mia sita ili upate faida. Uongo kweli? Huwezi kuja kuuza ile ile au chini. Kwa hiyo wewe, mfanyabiashara, unachofanya, utaongeza bei ili upate faida. Sasa wewe unapomkata mkata mfanyabiashara pesa kwenye kila kilo, kilo moja ya korosha wanakata shilingi elfu moja mia mbili hamsini Mfanya biashara anachofanya kama anatakiwa kukulipa elfu, atakulipa 2700, ili akiuze apate faida. si kama, mmeelewa hivi? mmeelewa nachokisema? wangapi wanaelewa nachokisema? wanyoshe mkono. Kwa hiyo nacho, mtu akikwambia anamtata mfanya biashara anakuona wewe hamnazo, hamna so. kwa sababu mfanya biashara anayebeba ule mzigo ni mkulima. Ni mkulima. Kwa hiyo wanakata